Stori ambazo zilikuwa hapa juzi kati kuhusiana na mwanadada Zuchu na Diamond Platinumz ikisemekana kwamba Zuchu aliweza kupata talaka na Diamond Platinumz na ndoa, ni kweli ilifungwa mwezi wa nne, ndoa ya mkeka. Hivyo ndivyo alivyoweza kuthibitisha kupitia Wasafi TV kipindi cha Mashamsham. Juma Lokole aliweza kusema kwamba ndoa ya Diamond Platinumz pamoja na mwanadada Zuchu iliweza kufungwa mwezi wa nne, lakini baada ya hapo kuna sintofahamu ambayo iliweza kutokea katikati, mwanadada Zuchu akaweza kupata talaka. Sasa baada ya hayo yote, mwanadada Mange Kimambi ameweza kumvaa Baba Levo ikiwa ni baada ya Baba Levo usiku wa kuamkia siku leo ameweza kuposti posti ambayo iliweza kuzua sintofahamu sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Posti ambayo alikuwa ameiandika ama ametype jinsi kama ilivyokuwa inasomeka kama ifuatavyo. Blue House Dax Media, mimi naitwa Daud Alexander Scott Reason, nimekuja kukupitisha katika maeneo yote kuhusiana na hii talaka ya Zuchu na Diamond Platnumz ambayo inaleta utata mpaka sasa haieleweki ni kitu gani ambacho kinaendelea. Nitaenda kufafanulia kupitia posti hizi mbili ambazo ameweza kuposti mwanadada Mange Kimambi akiwa na baba Baba Levo Levo. Sasa kupitia ukurasa wa Instagram Baba Levo, majira ya aliweza kuposti posti hii ambayo ambao inasonga kama ifuatavyo. Na nimegundua talaka moja haina nguvu. Asanteni wazazi wangu, mme niheshimisha. Hivyo ndivyo aliweza aliweza kuandika kuandika Baba Levo, so, hapo, mva, eh, B. B. Baba Levo, alafu katika upande wa wa caption site aliweza kutuma emoji nne za shukrani. Sasa baada hapo mwanadada mwanadada Mange Kimambi Kimambi akaja akamvaa, eh, akaandika kama kama ifuatavyo. Mimi nitanukuu jinsi kupitia page yake na ukurasa wake wa Instagram aliweza kuandika kama ifuatavyo Mange mwongo, si hao sasa wanaongea wenyewe, na hapo Zuchu na, na mama yake wamemshukuru Shehe Walidi. Alizikataa hizo tatu akasema ni moja. Imajini ndoa miezi miwili haina, lakini tayari talaka tatu zimetoka. Ndio maana anawaambia huyo king'ang'a anajifurahisha mwenyewe tu. Jamani, dada yenu akiongea, jueni nimeongea. Hakuna, le, hakuna longolongo. Haya wale wakinaMange mwongo bado mnahofu na habari zangu au kwanzia leo? Mtaheshimu habari zangu. Za, mnajua kwa nini haters wangu huwa mnaangukia pua kila siku? Mimi huwa sileti habari za chuki, huwa naleta habari sababu ndio zilizopo hivyo. Yaani naleta kama jinsi zilivyo. Sikai kutengenezea mtu kitu eti sababu simpendi. No. Mimi kumpenda mtu au kutokumpenda mtu hakuingiliani na umakini wa kuwaleteni habari sahihi na ya kweli. Yaani hata kama mtu simpendi, ile habari ni nzuri kwake, nitaileta hivyo hivyo kishingo upande huku na sonya, afu aka flash na emoji nne za kucheka huyo. <laughs> Ndo mwanadada Mange Kimambi ameweza kuandika hivyo kufuatia peji yake ya Instagram sasa baada ya hayo yote eh, kile ambacho aliweza kuposti Baba Levo majira ya jana akitia neno kwamba ni kweli talaka ilitolewa, lakini ni talaka moja. Lakini hapo nyuma Harmonize pia aliweza kujaji chapa kitu kupitia upande wake wa Insta Story, ambapo aliweza kumsema sana Diamond Platnumz akisema kwamba Diamond Platnumz anamchukulia ama ni kama vile anafanya haya yote ili kumteka kisaikolojia mwanadada Zuchu, aendelee kumuingizia kipato kikubwa kupitia eh, upande wa WCB ambapo ndipo lebo ilipomsajili sasa Mbali na haya yote, siku za nyuma, bwana Damo Platnumz alisema kwamba mimi kumwachia Zuchu aondoke katika lebo ya WCB labda mpaka alipe 1 billion, yani bilioni moja. Ikumbuke bilioni moja ni pesa nyingi ambayo Ibra mwenyewe aliambiwa ilipe na amonaiz kutoka pale ondegeng akashinda kuilipa akaanza kuwachangisha na Watanzania na vitu kama hivyo, mwisho wa siku Basata ikaingilia kati na akatoka free bila kuchajiwa pesa yote. Sasa kama Diamond Platnumz aliweza kusema kwamba atamwachia Zuchu kwa pesa ya bilioni moja, je, ni kweli hayo yote ambayo yanaendelea Diamond Platnumz ni kama vile anataka ambakize Zuchu katika label, aendelee tu kumtesa kisaikolojia. Mimi sijui wewe, ndio utatuandikia hapa kupitia comment section. Mimi naitwa Dax_Rizy, hapa ni Dax Media. Endelea kusubscribe Blue House ili uwe wa kwanza kupata habari zetu za